Wallahi nimemsikia na shehe mmoja naye anasema bwana, sio vibaya wake zenu kuja na nini, anasoma aya eh, nisaukum harthu lakum eh, fa'tu harthakum annashitum. Katika mtandao nimemwona shehe mmoja Wallahi, Mungu amuiradhi shehe yule, Mungu amsamee. Lakini a sisi mtindo ni ule ule aliotufundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bwana mtume hakutuachia hata jambo moja, hata namna ya kumdandia mkeo Mtume katufundisha unamdandiaje, unaona hivyo na hivyo alivyosema, hiyo yu, aya anna shitum ah, ile mitindo ya kuanza, unaona, kubusu mbusu tu mpaka mapajani busu tu siula busu lakini, tena fainali fainali mahala pamoja tu pale tu basi, ambapo ndio ndipo atapotokea mtoto pale, ndio fainali pale atapotokea mtoto ndio, ndio fainali. Sio kama anavyosema yule shehe kwamba hata huku nako ndondo kapu ye fainali. Hapana, huku ndondo kapu mm -mm. Hakuna hayo madhahabia hayo, hatuyataki na wala hayawakilishi dini ya Kiislamu.